Mkutano huo ulihusisha midahalo midogo iliyoangazia kupunguza pengo la kidijitali, maendeleo na usimamizi wa AI, usalama wa mtandao na usimamizi wa data, pamoja na ushirikiano wa vyombo vya habari na mawasiliano ya watu kwa watu. Takriban wajumbe 400 kutoka serikali, vyuo vikuu, taasisi za utafiti na vyombo vya habari kutoka China na nchi 32 za Afrika walihudhuria. Wakati wa mkutano huo China ilitangaza mpango uitwao mpango wa utekelezaji wa kujenga kwa pamoja jumuiya ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja katika mtandao wa mwaka 2025 hadi 2026, na pia kuzindua mtandao wa kampuni za mtandao za kichina zinazofanya kazi barani Afrika. Aidha, China iliahidi kuendelea kuandaa mafunzo kuhusu usalama wa mtandao na vilevile vile uchumi wa kidijitali. Washiriki kutoka Afrika walipongeza mpango huo, wakieleza kuwa mkutano huo unaendana na mahitaji ya mageuzi ya kidijitali barani Afrika walisema wanatarajia kuimarisha zaidi ushirikiano na China katika uchumi wa kidijitali, usalama wa mtandao, ulinzi wa data, usimamizi wa AI na ubadilishanaji wa vyombo vya habari.